Kumfurahisha bosi, nataka niwahi kazini ili cheo kipande kwa haraka kwa sababu ni promise. Nitawahi ili mimi ndio nikawe mtu wa kwanza kuvaa jezi kazini, na kupangiwa wapi sehemu ya kwanza kufanya kazi. Kwa hiyo leo mke wangu, nataka cheo kipande kwa haraka baby. Mke wangu bado umenuna? Mke wangu nakusalimia, na tena za asubuhi. Yaani haipaswi kabisa kwa mwanamke kununa hivyo haipaswi kwannumia. Mimi ni mume wako, kwa hiyo kama nimekosa basi napaswa kusamehewa. Alafu sijaona sababu kubwa sana, mimi nilieleza hisia zangu. Kwa hiyo hiyo haja mimi nitaitimiza mke wangu. Siwezi kufanya jambo lolote nikiwa na stress, halafu wewe ni kama mama na wanaume na wanawake mnaoishi na waume zenu, unatakiwa kutofanya wanaume kama watoto. Hapo ndio utawine katika ndoa yako. Sasa ukinuna hivyo, siwezi kupata baraka kazini, siwezi hata kupata shilingi mia, ntaharibu kazi ya watu. Na ukiwa najinunisha hiyo, basi akili ya yangu inarudi kama zamani, maanake nikifika kazini ntaanza kukuwaza wewe. Sasa mke wangu, huo uzuri uliokuwa nao, urembo uliokuwa nao, kila mtu ananisifia mimi, umeoa mwanamke black beauty. Mpaka kuna wakongo wanakutafuta, wa Nigeria wanakutafuta, hadi viongozi wananisumbua. Zito Kabwe ananipigia simu juu ya urembo uliokuwa nao, ananiambia usimwache mkeo. Sasa bwana, nimeshabembeleza sana, inatosha kwa sababu naonekana kama mimi mwenda wazimu. Sasa mke wangu, mimi naenda kazini na nimekuachia pesa kama kawaida. Leo nimekuachia shilingi elfu tatu, ujibane, ujibanebane asubuhi, mchana, jioni. Naenda kupambana huko, kama unavyonijua mume wako, sipokei rushwa. Naenda kupambana, weka nuna, nuna. Hebu nipe mapya shoga yangu, hapa nachanganyikiwa kabisa mwenzako, sijui na nuksi gani mimi mkosi. Eh, hayo mapya ni yapi tena? habari mbaya ni kuwa tano wajafa we. Kwa hiyo unamaanisha mganga hajaondoka na wahi watano? Hii inawezekanaje? La pili ambalo ni la kati tano natafuta nguo za Sauda ili aweze kumsaidia. Mimi natanganyikiwa kabisa mm. Mbona mambo yanazidi kuwa mabaya haya? Hilo kubwa ni lipi tena? Sandra amelivalia njuga swala la ukana kwa chizi Sandra. Sandra yupi unayemzungumzia wewe? Usiniambie yule kicharo tulaka Milembe, ndugu yake na Sauda? Ndugu yangu kukwambia ni lazima, ndio huyo huyo. Jana tu nimetoka kuchezea kipigo. Te, utazidi ubwege. Ndugu yangu, haya, alipiga kwa sababu ipi sasa? Nawe kivipi umchokozi wakati unamjua vizuri kabisa kuwa yule ni chizi eh, au unajisahulisha? Nitasahau vipi ndugu yangu, hapa naishi kuchanganyikiwa. Maana kama alikuwa anajua kabisa na usika na kifo cha dada yake na alinikaushia kwenye hili, sidhani kama anaweza kuniacha salamu. Shoga, tulia, kumbuka mganga alituhakikishia wana wa watu wawezi kushinda nguvu za giza, hasa sisi akina mama. Kwa hiyo lazima tuwe wavumilivu, sawa? Sina amani, ngoja ni wahi. Sasa mzee wangu, tulivyofika pale kuna dada yupo kwenye ile nyumba ndo aliyesababisha yote yale. Kwa tulivyofika wakati tunaomba ile nguo akataka kutuitia wezi, kitendo ambacho mpaka sasa naogopa tena kuingia kwenye ile nyumba. Tukimkuta tu lazima anaweza akatutia sisi wezi tena. Najua mi, najua kila kitu na huyo mama. Hii ndo chanzo cha matatizo yote mpaka sasa nanafanya kila jambo, kila kitu hili uweze usifanikiwe. Sasa kuna jambo nilikuwa naliwaza mimi, nitaka tuende pale kwenye ile nyumba, we ukakae getii, alafu mimi niruke kwenye ile nyumba, iingie ndanikmo ndani salule, naweza nikapata nguo ya Sauda afu tukampelekea huyo mganga. Kama uliweza kukaa nje na ukataka kuitiwa mwizi, vipi ukiingia ndani unahisi utakuwa salamu zaidi? Na ndio maana nimekuambia hacha hizo akili zako za mapepe. hata saiba wako halikusi kwa mukifika pale, muwa pole. kila wewe kufanya hivyo, na ndio maana unashindwa kufanikiwa katika hili. Mimi ni mtu mzima, najitambua, nina akili zangu timamu na nina ufahamu kubwa sana, siwezi kufanya hivi. Sasa. Siri hata nifanyaje? Siri hata nizungumze si ni nini? Na naona kama e, msaada wenyewe si upati, kila ninachozungumza unaongea hiki, unaongea hiki. Okay. Anyway. Lakini jana nilikutana na na, na na binti yake Okana Zena akiwa ni fulani, dada fulani. Huyo dada kafanana sana na Sauda. Sasa sijajua kuna mahusiano gani ni mtu tu alienda kumtembelea Zena au ni ndugu wa Sauda? Hapo hapo kweli nimeshindwa kung'amua, ila kwa upendo alioonyesha Zena, anaonekana ni mtu mwenye busara sana. Sasa sijui anaishi wapi, sijui anakaa kwenye ile nyumba, sijui ni ya nani yake, sijawahi kumwona kwenye macho yangu. Hapo ndipo pa kwanzia. Siku zote ili uweze kufanikiwa, adui mfanye kuwa rafiki na kuwa karibu naye. Wanamaanisha nini? Huyo dada ndipo tutapoanzia sisi kufanikiwa katika ilo ambao unataka wewe. Maana kwa sasa Zena kuamini tena hii atokia karibu na wewe dada, tutafanikiwa kila kitu. Sasa tunamfuata wapi? Wakati pale penyewe ilikuwa wanatoka tunamfuata tunampata wapi kwa sasa? Wao wako mtaani, wanamtafuta ukana, inatubidi na sisi twende mtaani tukawasake wao. Mzee, unajua mimi unanichanganya, ndugu yangu, unanichanganya kabisa. Nianze kuingia mtaani kutafuta mtu? Hebu wewe, wewe una uwezo wa kung'amua mambo, nieleze kitu kinyoke. Mara si hiki, mala si hiki, nieleze straight kwamba fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Sasa nimekuja kufanya nini kwako? Umone, umone hizo haraka zako. Sasa unavyohisi mimi naweza kukusaidia, ukiwa kama hivyo nifuate Jamani, shikamoo. Marahaba. Samani wanangu, sisi tuna matatizo, mwanangu amepotea wa tuna siku kadhaa tunamtafuta usiku na mchana, hatujamwona. Ila kidogo ana matatizo ya akili, sijui mtakuwa mmemwona huko mlikopita. Kiukweli, hmm, mama, huu mji umeingiliwa na Waebrania kwa sababu kila sehemu ukikutana huyu ana matatizo, ukutana huyu ana matatizo mpaka tunashindwa kushangaa. Kila mwanadamu unayekutana naye anakuelezea matatizo ya familia yake. Mama, kiukweli, sisi mwanao hatujamuona, na tumetembea tumezunguka, hatujamuona sehemu yoyote. Lakini sasa tumejibu tu, hatujui hata hata tulichokijibu kwa sababu hata sisi wenyewe tuna matatizo yetu. Huyu mwanao anafanana hivi. Zita, hebu aonyeshe hiyo picha ya kaka yako. Mama, huyo si Sauru huyo? da... mtu si hatujamwona, ila tukimwona, tuknana mara nyingine takuja kuambia. ah! Mwanangu ni kweli, hata wewe pia hujamwona? Ah, sijamwona, akia Mungu sijamuona sehemu yoyote. Mimi sijamuona na simfahamu. Kwenye maisha yangu sijakutana na mtu kama wewe aku, sijamuona. Sawa Zita, twende tuendelee. Mwanangu wewe, hivi mbona unalo mbaya sana wewe eh? We Jabali, mbona unalo mbaya sana hivi? Kwa nini unashindwa kuwambia watu ukweli watu tuanze kuwachelewesha chelewesha. Kwa nini tuwachelewesha? Wewe umfahamu Ukana? Au mimi simfahamu Ukana? Ufahamu kwamba Ukana amekuwa mwenda wazimu? Wewe unatakiwa tuambie kwamba huyo mtu yuko mtaani analandalanda. Sasa unaambia umfahamu Ukana, wewe unaanza kunishawishi mimi kuongea uongo. Blaza, mimi napenda mambo yaliyonyoka, sipendi mambo yaliyojikunja kunja. Kama huwezi kuongozana mimi, achana mimi. Yani mimi nimekuja kuomba msaada kwako, naona kama mimi kichaa. Eh? Unaniletea masentensi mengi. Sio, ukitoka akili yako uweke vizuri, usifanye nini blaza, mimi na akili Mi nchi inaweza kuiongoza. We si ungemsaidia? We ujue, wewe Mungu hajakuona kuona, huna hata kipawa cha kuwasaidia watu. Maneno mengi, maneno usione. Mi nimekufata we mzee wa busara, kikofia chako kama ganda la chungwa. Mi niko timamu bora hata rafiki yangu Kizigo. Najua, najua kila kitu. Na yule ni mama yake Naokana, na yule aliongozana naye dada yake Naokana. Wale walipo wanaangaika kumtafuta Okana. Lakini hawezi kufanikiwa pasipokuwa na wewe. Wewe ni mtu ambaye ukamilisha kila kitu. Yote matatizo yao. Hivi wewe baba, wewe, wewe. Mbona una maneno mengi? Yaani ukikata bungeni wanaweza kujua unatoa maneno ya busara na hekima, lakini maneno yako mkato mara ende. Hivi baba, ongea pointi tunafanyaje tu nyoke tu hivi. Yule mama angetupa nguo. Tungemweleza yule mama kwamba eh, Sauda yuko hai. Tukimweleza kwamba e, mtoto wake Okana yule amelogwa. Unashindwa nini kumwambia kwamba Zena anateseka yule mama? Unashindwa nini sasa? Mi nakaa na wazee kama wewe, najua mtu mzima una busara na hekima. Mnakaa kaa tu duniani hapa, si bora ufe wazaliwe watu wengine. Sasa nyie mnakaa duniani miaka yote kufa tukuzike. Sasa vipi Zena akimwambia bibi yake kuwa wewe unahusika na matatizo ya baba yake, naye atamuelewa, kati ya wewe au mjukuu wake, hiyo mbaya Hai. Sasa basi hauwezi kuwa na madui wawili, maana kwanza na adui mmoja ndipo wafate adui wa pili. Tumalize kwanza hili, kumfuata yule binti hii, tumweleze kila kitu na tumaini atatuelewa. Hachana kwanza na hawa, maana wakija kuungana, Zena akikutana na bibi yake atamweleza kila kitu na wewe utasiwa kuwa ni mbaya. Sasa basi, sisi tuwai kabla ya wao. Mshika mawili moja mponyoka, tufanye kwanza hili, hiyo la pili itafuata. Nifuate vipi bwana? Unajifanya Yesu na maneno madogo madogo, bwana. Mpaka leo Yesu mwenyewe hajarudi, ajarudi, sembuze nyie. mwenyewe yaani, mtu akikutizama kama sio mchawi hivi. Wewe ndio mchawi wa kwanza duniani. Aya, mambo mama mshirikina, naona unapumua. Ongera sana, naomba unisikilize, na maneno mawili tu ya kuzungumza na wewe. Haina haja ya kuongeza mwendo unakotaka kwenda, Amoni, kuwa na safari ni kuhusu mambo unayofanya. Yaani wewe dada, ni mtu mzima, inatakiwa ifike wakati uone aibu mambo unayofanya. Huko unakokwenda unaenda kujitengenezea aibu ya maisha yako yote, mtaa wote na dunia nzima utaiona chungu kwa sababu ya upumbavu wako. Aibu? nani anaona aibu hapa? Ebu nendeni mkafanye kazi zenu za kuokota makopo. Mambo ya kuongea na watu wenye mali zao hayawahusu kabisa. Alafu wewe chunga usije ukafa kama Saudi. Yaani wewe unatutisha sisi, hebu eh? Sikiliza eh, ngoja nikushauri, huo upumbavu wako wote ungeachana nao, wewe ungeokoka tu, ili umjue Mungu. Achana na hivyo vitu. <laughs> Acheni kuniigizia uchungaji, nyinyi ndio mnafaa kuacha mambo yenu, msinifuate. Huyu ndivyo alivyo. Huyu ndio mchawi karaba mwenyewe. Twende na safari. Manake, na mame, manage, nisikilize mimi basi. Unajua huyu jamaa, mimi namjua huyu jamaa, ni baba yake na Zena ni mume wa Serata, alafu istoshe huyu jamaa alikuwa na maisha mazuri eh, alikuwa na magari. Nashangaa amekuwa kama hivi tena. Istoshe familia yake inamtafuta huyu jamaa, kwa hiyo nakuomba tushirikiane, mimi na wewe, tumkamate tumpeleke Wenyewe wenyewe, mpo jamani? Hivi nyumba kweli kimya eh? Nyumba iko wazi, nyumba ukifika ndo mwangalo mwangalo, iko manu manu, aina chochote hivi. Hapa wakiibiwa hapa afu walalamike tu, umeibiwa, wakati nyumba wameacha wazi namna hii. Jamani mpo eh? Mamangu, karibu. Ah, asante mwanangu. Uh mhm. -huh. Habari za hapa? Na hapa sisi tuko salama kabisa siku hiyo hiyo. Mimi kwangu nilitoka kwako kwema. Vipi huyu mpendwa wetu yupo? Na anaendeleaje? Hapa mpendwa wetu ameondoka asubuhi. Ameondoka hapa yuko salama kabisa, hakuna shida yoyote. Lakini unajua kuna kitu kimoja kinanisikitisha sana. Unajua nilivyokuja hapa ninaita vile kama mwenda azimu Yani nilitegemea watoto watoke huko, wanakuja wana, wana, nao eh? Lakini mwanangu hapa kimya, utafikiri msiba wa ndui. Hebu eh, niambie kwamba kuhusu wajukuu inakuwaje, au ndo uzazi wa mpango mamangu? Kuhusu uzazi wa mpango ilo kwangu hapana. Hapa nilipo mwanao nina uhitaji mkubwa sana wa kuitwa mama, kwa hiyo nisingeweza kuweka uzazi wa mpango. Ila najua tu ni wakati wa Mungu ujafika wakati wa Mungu ukifika kuletea jukuu wako na yu furaha. Sawa, mimi nashukuru, lakini usinifiche mwanangu, maana naona muda unazidi kupita tu. Unajua miaka eh? kama mwanangu ana matatizo basi niambie, ili tusaidiane maana nyumba na furaha ya ndoa ni watoto, na nyumba bila watoto haipendezi, haipendezi kabisa. Maana kuja yangu tu hapa leo, ina maana watoto ndo wangekuwa wananifurahia, lakini kimya kama msiba wa korona jitahidi. hmm. Mama. Na, mambo, nashukuru, uendelee kuniombea. unajua mwanangu, inanitia mashaka hivi, umumeo kweli kenda kazini au kenda kwa mchawi kalaba eh? maana simuelewi yule, tunaweza hapa tunaongea afu mwenzetu akatupitishia hizi za nyoka, haichekeshi <laughs> <laughs> yo mwanangu, inasikitisha Mama, bwana mimi wangu sasa hivi yuko sawa, amepona kabisa, na ameenda kwenye kibarua chake huko, wala ajaenda huko. Na kusema hivi, unataka kuniambia sasa hivi yuko sawa kabisa, hata ropokiropoki yale maneno yake, sijui yeye mtoto wa Laila Odinga? Hey, maskini mimi, chambo cha watu, ili mpata wapi huyo Laila mpaka nipate mimi maskini mimi. Hey, jamani, kichaa kina mambo, kichaa kina tisha. Laila Odinga tena na mimi wapi na wapi, tofauti kama mtu wandonya kuvaa baibui, yani atulingani kabisa mama. Ah. Hmm. <gibu> bwana mume wangu amepona sahivi, ana hata yo mambo amepona kabisa iko ikoki. Basi ni jambo la kushukuru kama yupo sawa. Nami na mamaangu tusiache kumwombea. Ni kweli Norat. Naelewa uenda maneno yayo yameshakuwa ya kawaida sana kwa upande wako, lakini kusema ukweli nashindwa kuvumilia kabisa yani. Na ndio maana kila ninapokuona kila wakati huwa napenda sana kusisitiza vipi kuhusiana na ile swala langu mimi na wewe tunafahamiana vizuri sana na nadhani unaelewa jibu naloenda kukupatia hapa. Mimi bado nipo kwenye matatizo maana sina uhakika kabisa kama kakangu ameshapona. Nurati, kwa nini unanifanyia hivi? Hembu jaribu hata kuwa na moyo wa huruma basi, nihurumie mimi mtoto wa mwanamke mwezio ateseka. Nurati. Yani, moyo wangu unadunda sana kwa ajili yako. Yani mimi, unavyoniona, kusema ukweli, nashindwa kula, nashindwa kulala na wante mmoja, nikilala hivi taswira ya muonekano wako unakuja full. Alafu kitu kingine sasa, Aki ya Mungu, Mungu shahidi, kama ukikubali, yani kuwa na mimi, nitahakikisha kila siku unakuwa mtu wa furaha, nitahakikisha unakuwa na amani na nitakutengenezea maisha mazuri tu, hautokuja kuamini kuni neshindwa kunikubalia enieni, mi nakuheshimu sana we kama rafiki yangu, lakini moyo wangu hauwezi kukupatia kile kitu nachokitaka. Huwezi kulazimisha upendo enieni, na nimekuwa mwazi kwako tangu mwanzo, lakini Nurati, ina maana unataka kuniambia unashindwa kunipata nafasi ya kujaribu tu kuniangalia, labda kama vile nitafaa eh? Kuwa mwazi ni bora kuliko kukuahidi kitu ambacho sitaweza kukutimizia. Mimi bado sipo tayari kuanzisha uhusiano na wewe na nisingependa kabisa kukuumiza.

Uh, tulikuwa tuna mazungumzo na wewe binti yangu. Hii ni jambo la muhimu sana, ni vyema ungetuazima masikio yako na kutusikiliza. Nawasikiliza. Halafu wewe si ndio, nilikutana na we, na uh, ndio nilikutana na wewe nilipokuwa na Zena. Ndio jina langu, naitwa Tano, ndugu yangu hapa anaitwa Jabari. Ah, mimi ni mtu pekee ambaye nimejaliwa na Mwenyezi Mungu kuona vitu ambavyo mwanadamu. Hebu kaa kimya kwanza. Acha kujitambulisha. Ninachohitaji kujua. Kwa nini umemloga ukana?